Wadau kutoka sekta mbalimbali wanahimiza Kenya kupata mafunzo kutoka taifa la China kuhusu mbinu za kujinasua kutoka lindi la ufukara chini ya miaka hamsini na kuingia kwenye orodha ya mataifa yenye uwezo mkubwa duniani. Wakati wa kikao cha mashauriano kilichoandaliwa na shirika la habari la China kuangazia fursa ibuka kuhusu ustawi wa China, wadau mbalimbali walikariri jinsi utungaji sera jumuishi zinazoshirikisha raia wote wa China katika kushughulikia mahitaji ya dharura kumesaidia taifa hilo kustawi kwa umoja. Kikao hicho kilichoandaliwa na shirika la habari la China jijini Nairobi kilihusisha wataalam kadhaa walioshinikiza mfumo wa ugatuzi unaotoa tejelezi kwa changamoto zinazokumba taifa la Kenya na bara Afrika kwa jumla. Profesa Patrick Maluki wa Idara ya Masuala ya Udiplomasia na Uhusiano wa Kimataifa katika Chuo Kikuu cha Nairobi alisema huku ufanisi wa China katika sekta ya viwanda na utengenezaji bidhaa ukiwa muhimu katika udhabiti wa taifa hilo. Mbali na sera zinazozingatia maslahi ya watu kuwa kielelezo kwa Kenya kwa sababu uongozi ni ule ambao uongozi bora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. E, uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kavins Adhere mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa, alihimiza ubadilishanaji wa teknolojia ubunifu kuwa nguzo ya kuwezesha Kenya kustawi kiuchumi katika kipindi cha chini ya miaka sitini. Anaamini kuwa Kenya inaweza kunufaika zaidi kutokana na ushirikiano wa kina na China kwa kuzingatia teknolojia mpya na maarifa ya kudumisha uzalishaji katika sekta za kilimo na utengenezaji bidhaa of industrial expansion. Wataalam pia walijadili jinsi China ina fursa ambazo Kenya na bara la Afrika zinaweza kutumia kuafikia maendeleo endelevu China is Wawekezaji uh, In uh, uh, kutoka China walio nchini Kenya waliahidi kuwekeza katika sekta zaidi ambazo zitachochea ustawi wa kiuchumi na kuimarisha utengenezaji bidhaa ili kuongeza mauzo ya nje na kubuni nafasi za ajira. So Kenya, we have very...

Wakati wa mkutano huo, maafisa wa halmashauri ya uwekezaji humu nchini, halmashauri maeneo yanayotengeneza bidhaa zinazouzwa ugenini na halmashauri ya maeneo maalum ya kiuchumi walipigia Kenya upato, wakisema nchi hii inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji. So na tunataka tuwatengenezee nafasi ya kuja kufanya kazi na sisi sana, manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu eh, ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ.